Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida. Kituo kawaida. Kawaida. Kawaida. Kawaida. Kawaida. hiki kimegharimu zaidi ya shilingi milioni mia moja na hamsini na moja lakini kwa nguvu za wananchi chini ya uongozi wako pamoja na viongozi wengine wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, mmeweza kukusanya zaidi ya milioni hamsini na moja mkaanza mchakato wa ujenzi ile milioni mia moja iliwakuta njiani. Kwa baba paroko pamoja na viongozi wengine wa dini, tumepata taarifa hapa pikipiki na zaidi ya mwaka umeileta ili kuiunga mkono serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nitumie nafasi hii kukupongeza wewe kwa jambo zuri ulilolifanya, kutuletea pikipiki hii itakayowasaidia askari wetu wakati wanawahudumia wananchi. Msingi wa kuanzishwa jeshi la polisi ni ili kudumisha amani, ni ili kusimamia ulinzi wa wananchi na mali zao. Rai yangu kwa wananchi wa Igoma, tukitunze hiki kituo cha polisi ili kiweze kudumu. Naomba nitoe rai, endeleeni kudumisha usalama katika maeneo yenu, endeleeni kuwafichua wale ambao wana viashiria vya kufanya vitendo vya kihalifu. Ni matumaini yangu hili mtalizingatia na mtawapa ushirikiano askari wetu tutakao waleta kufanya kazi kwenye eneo hili, lakini kubwa kuliko yote, endeleeni kushirikiana na viongozi kupambana na ukatili wa kijinsia. Nikupongeze RPC, wakati unakagua kule ndani nimeona dawati letu la kupambana na wale ndugu zetu ambao bado wana yale mawazo ya kuwadidimiza watoto wetu ya kuwadidimiza mama zetu ya kuwakatili mama zetu. Serikali itaendelea kuchukua hatua kali, ni pamoja na wale ambao tutajiridhisha wanajihusisha na vitendo vya kikatili kama kuwalawiti watoto, kuwabaka watoto wanafahamu ni miaka 30 jela. Wananchi wa Igoma, kujitokeza kuja kushuhudia kituo chao cha polisi ambacho leo hii unakizindua rasmi na kazi inaanza leo hii. Lengo letu kubwa na lengo kuu la Jeshi la Polisi vilioana kwamba kikubwa ni kwenda kutanzua na kupambana na uhalifu. Sasa kwa sababu mlikuwa e, na wazo hilo na jeshi nalo likawa na wazo hilo hilo. Tunashukuru kwamba haya mawazo yaliyoana, na mwisho wa siku tukaamua kuweka kituo hiki cha polisi. Kwa hiyo jukumu letu sasa sisi jeshi la polisi, ambao tumekuja huku kwa ajili ya kusogeza huduma sasa kwa wananchi, tunachotakiwa ni kuhakikisha na kuja kutanzua zile changamoto za kiuhalifu, tuweze kuwasaidia wananchi wetu wa kata ya Igoma na kata za jirani waweze kupata huduma ya jeshi la polisi katika kutanzua na kupambana na uhalifu ambao unajitokeza katika eh, kata zetu. Na naitwa Andrea Mwaipopo, diwani wa kata ya Igoma, na nimefurahi sana, nimefurahi sana na zoezi la leo la kufunguza kituo cha polisi. Kwa sisi kama kata ya Igoma na kata jirani ni jambo la faraja sana. Hakika ilikuwa ndoto hii itimie mapema sana lakini, tuliona, kwa nini tulifikia mawazo ya kuwa na kituo cha polisi, tulikuwa na wazori, baada ya kuona uhalifu katika maeneo yetu imekuwa mkubwa sana, kiasi kwamba kulikuwa na wezi wanazuia mlima Nyalela pale. Kwa hiyo wasafiri wanaokwenda Makete, ilikuwa usalama wao mdogo, wanaokwenda kata kata jirani Irungu, ilikuwa usalama wao mdogo, wengi wamenyang'anywa fedha na zaidi, kulikuwa pia na na, na mambo ya, ya tiaji mimba kwa watoto wa shule wa binti na unyanyasaji na kadhalika. Kwa hivyo tukaona dawa pekee ni, ni kuleta usalama. Zaidi katika eneo letu pia kuna changamoto nyingi sana. Watu kugombana, eh, ma watu mwingine wanachomana moto na kadhalika kwanza. E, kwa polisi hii haizi kazi hazitaisha. Kwa hivyo sisi tukaona ni vema kama wanaanza kuchangisha. Tukajichangisha ili tuanze ujenzi Awali tulipata milioni mbili plus tukaendelea kujichangisha mpaka tumefikia kufanya ujenzi kwa ushirikiano na wadau mpaka kupaua jengo hili, tulikusanya zaidi ya milioni hamsini moja na plus na zaidi kama laki na elfu arobaini na nne hivi. Kwa hivyo katika mazingira hayo tukapeleka tukapeleka maombi kwa viongozi polisi mkoa,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 Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida.